Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni tatu, hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles tae NRA, sifuri Ndugu Krizant Nyakitita DP sifuri. Ndugu Amin, Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfa Mgaya kura moja. Idadi ya kura ya za ndugu Ndonge Saidi Ndonge AFP moja. Idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu a, Musa Hassan Zungu 378. Asante, asante. Hivyo Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378, na matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa, kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.